Watu wenye akili za kawaida siku hizi wanakuwa maarufu kirahisi sana. Hebu imagine toka kina Nuhu, Mfalme Suleimani, Plato, Socrates, Martin Luther, Mtume Paulo, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Nyerere na wengine wengi. Je, unaona watu maarufu wa siku hizi ni watu gani? Siku hizi anasikilizwa anayeongea kwa kupiga kelele na kupayuka, na sio mwenye hekima wala mwenye mawazo mapana. Kutoka kizazi cha wafalme, manabii, mitume, wana jimu wanafizikia wanasaikolojia wanahisabati wanaharakati na watu wengine wengi, tumefikia kwenye kipindi cha makomedia, wachezaji, wasanii, watangazaji, mabondia, masoshalite, wanasiasa, mainfluensa, mabalozi wa brandi, ma content creator na upuuzi mwingine mwingi. Na unaweza ukaingia kwenye makundi haya ya kirahisi sana, kwa sababu watu siku hizi wamekuwa ni wakupeluzi muda wote, kufuatilia mpira, kuangalia hata maongezi ya watu siku hizi yanakuwa yamekuwa yakihusu matukio, skendo na taarifa nyingi zisizo za maana. Vyombo vya habari na online media zimejikita kutoa habari za yaliyojiri, taarifa zenye attention na hisia ili kupata views na followers. Suala la kutoa elimu limewekwa pembeni. Mwanadamu hana muda tena wa kufikiria mambo ya kuyachambua, ila kazi hizo wameachia watu wengine. Zama hizi za wachambuzi, ni rahisi sana kudanganya mamilioni ya watu siku hizi kwa sababu watu wama hawataki kutafuta majibu na kuhoji, wala kujiuliza maswali juu ya mfumo unaoendesha Lini mara ya mwisho umekaa na ukajisomea kitabu? Jamii ya sasa inapokea kila kitu inacholetewa, haimengenyi wala kuitafakari. Wanaamini kuwa na followers na views ndio kuwa mtu mwenye akili. Jamii iko kwenye hali mbaya kabisa.